Karibu tena mwana familia ya Simba Fans TV, kama unavyoona mashabiki wa Simba wakiendelea kuandikiza burudani na kea kuilaa kitu timu ya Simba Sports Club lita kwa kujesha, lakini kama unavyoona watu wakiendelea kuwa na vibe katika viwanja hivi vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere International Airport Terminal Three. Mashabiki wa Simba, iwe mvua iwe na jua, hii ni Simba. Simba nguvu moja, Simba baya bayabwela mvua iwe jua, Simba lazima alakiwe na mashabiki walionyasi kama na mashabiki wa lunyasi mashabiki wa Simba mashabiki bora barani Afrika wenye tuzo na nakuja kuonyesha ukubwa wa tuzo yao kuja kumlaki mnyama, licha mvua, licha ya nini, lakini mashabiki hawa Simba spoti kilabu wakiendelea kujimwaya, mwaya, kuguludika kufurahia kumshangilia mnyama Simba spoti klabu katika viwanja hivi vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere International Airport kama anavyoona mashabiki licha mvua kunyesha, lakini bado wakiendelea kusindikiza. Kongole kwa mashabiki wa Simba.